Hayo yamesemwa katika hitimisho la maadhimisho ya Jubilei ya miaka 50 ya parokia Mtakatifu Paul Majengo, jimbo Katoliki Mtwara, na Mhashamu Titus Mdoe, askofu wa jimbo Katoliki Mtwara, ambapo ameendelea kuwaasa waumini wa kanisa hilo kuendelea kudumisha amani na upendo baina yao. Katika kusherehekea huku e, tunapata pia fursa sisi kama wana kanisa, lakini mm, watu ambao ni sehemu ya taifa letu la Tanzania naendelea kusali na kumwomba Mungu atuweke salama kwa hivi chembechembe ziwe ndogo ndogo au kubwa ambazo zinaashiria kuvunja mshikamano na amani ya taifa letu hili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu, tukimwomba katika ibada hii kwamba hayo yote ayaondoe, kuombea viongozi, kumombea e, watu katika kada zote, ili Mwenyezi Mungu atuweke salama hasa ukizingatia kwamba kwa upande wake mganga mkuu wa mkoa Bwana Benedicto Mtalemwa Ngaiza akimwakilisha mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa Mtwara, kanal Patrick Kenan Sawala amewapongeza viongozi wa kanisa hilo, licha ya kuahidi kutoa ushirikiano pindi pinde atakapohitaji. Mimi niungane na waliotangulia kuzungumza kuwapongeza sana wana majengo kutimiza miaka hamsini ya parokia yao, hongereni sana. Lakini <coughs> tuwashukuru wazee waliotangulia mbele ya haki, ambao walianzisha parokia hii na ambao wengine bado hapo. Tunawashukuru sana kwamba waliona mbali, na tunaendelea kunufaika na matunda yao na kuazao ambazo wazoweka. Tunawashukuru sana wazee wetu na viongozi wetu wako nasi kiroho na kiimani ili tuweze kufanikiwa katika miaka 50 ijayo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nao baadhi ya waumini wa kanisa hilo walioshiriki jubilei hiyo akiwemo Gracian pamoja na Norbert Shee ambaye ni mwenyekiti wa kigango cha Roho Mtakatifu Mangamba wamesema Jubilei ya leo inanifurahisha kwa sababu nilizaliwa parokia hii, nilikuwa mwalimu wa chekechea na nilisoma chekechea hapa hapa. Naomba kwa waumini na Wakristo wengine walioko duniani kote, tusiache imani yetu, hasa kanisa Katoliki. Tunapoadhimisha jubilei kuu ya 2025 tuwe waamini wenye lengo moja wa kuto kuyumba yumba na imani zingine ambazo hazitakiwi katika waumini wetu. Kwa hakika leo nimejisikia furaha sana, kwa sababu ni siku ambayo tuliisubiri tulianza nayo tukaendelea, tuka maandalizi na leo imefikia kilele cha jubilei ya miaka hamsini ya parokia yetu. Nadhani katika mambo ambayo tunapaswa kujifunza ni kwamba waumini sasa wameanza kuelewa kwamba kujenga kanisa ni jukumu letu sisi na wala sio kutegemea msaada kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba waumini wa sasa wanapata jambo jipya. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upende TV.